Uh, Mheshimiwa Deodatus Mwanyika nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Uh, kule halmashauri ya mji Njombe tuna mradi mkubwa wa maji unaitwa Igongwi ambao una supply kata tatu. Mradi huu tunamshukuru Mheshimiwa Rais, tunamshukuru sana Mheshimiwa Waziri, umekwisha umekamilika kwa asilimia 97, lakini chanzo cha maji yanatoka Ludewa, yanapita kijiji kinaitwa Luvuyo, na wananchi wa Luvuyo wamezuia mradi huu usikamilike kwa ku, ku, ku, ku, kuruhusu maji yapite kwenye kijiji chao mpaka wao wapate maji. Nini kauli ya serikali kuhusiana na kuwasaidia wananchi wa Luvuyo ili wananchi hawa wakata zile tatu na wenyewe wapate maji? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana na pia namshukuru sana Mheshimiwa Mwanyika mbunge wa Njombe kama ifuatavyo. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, uh, ni sera ya sekta ya maji pale ambapo mradi mkubwa unapita kushoto kulia kilomita kumi na tatu, wahusika wanaoishi katika maeneo hayo ni lazima wapate huduma maji safi na salama. Hilo la kwanza. La pili, pale ambapo kwenye chanzo ambapo tunachukua maji wananchi wanaoishi katika maeneo ya vyanzo ni lazima wawe kipaumbele kupata huduma ya maji safi na salama. Tunatambua kwamba hata usanifu wetu tunapofanya usanifu wa miradi tunahakikisha kwamba mazingira kama hayo yanakuwa sehemu ya usanifu wetu ili kutoleta changamoto nyingine, lakini tunatambua katika mradi huu, katika eneo la Luvuyo, ambayo kama ambavyo mheshimiwa mbunge amesema, pale kinachoendelea sasa hivi tulishatoa maelekezo kwa RM mkoa wa Njombe kufanya majadiliano ya kina ili kuhakikisha kwamba wananchi wanaopitiwa na mradi huo wanapata huduma ya maji safi na salama. Kwa niaba ya Mheshimiwa waziri wa maji, natoa maelekezo kwa RM Njombe kuharakisha hayo majadiliano ili kuhakikisha sasa tufikie mwisho na hatua zichukuliwe na wananchi wanaopitiwa na mradi huo wapate huduma ya maji safi na salama. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti.